Maujaji wa matumaini, Bwana asifiwe. Kwa ndugu zangu wa Islamu, assalamu alaykum, na karibu kwa shairi langu la leo ambalo latoka katika Zaburi 98 kuanzia mstari wa tano hadi wa sita, tena mstari wa saba hadi wa nane, tena mstari wa tisa, a mstari wa tisa. Na kitikio cha shairi langu nimekitoa katika mstari wa tisa. Mfalme Daudi anatuhimiza kufurahi, kushangilia na kumwimbia Mungu kwa sauti za barugumu, na viumbe vyote alivyoviumba duniani, vilivyoko baharini, vishangilie Bwana huyu, kwa kuwa anakuja kutuhukumu kwa haki. Kwa wale ambao wametenda mema duniani, wasiwe na wasiwasi wote, kwa kuwa mwenye, Mwenyezi Mungu atatenda haki na ni Mungu mwenye haki daima milele. Karibu kwa shairi langu upate kubarikiwa na Zaburi ya tisini na nane. Kwa kinubi mwimbieni, vinanda vilie pia. Tarumbeta nyi chezeni, Bwana kimshangilia. Anakuja kuhukumu, dunia yote kwa haki. Haa. Anakuja kuhukumu, dunia yote kwa haki. Vyote vilo baharini, vivume kifurahia. Wakaao duniani, furaha wapate pia. Anakuja kuhukumu, dunia yote kwa haki Anakuja kuhukumu, dunia yote kwa haki. Makofi na ipigeni, mito ikifurahia. Milima na iimbeni, pia ikifurahia. Anakuja kuhukumu, dunia yote kwa haki. Anakuja kuhukumu dunia yote kwa haki. Huyo anayekujani niye, ndiye mhukumu pia. Haki ahakikishani, akihukumu dunia. Anakuja kuhukumu dunia yote kwa haki ana kuja kuhukumu dunia yote kwa haki, ana kuja kuhukumu dunia yote kwa haki. Amina. Nakushukuru mpenzi wa mashairi kwa kuweka papa hapa kwa vipindi vyetu vyote vya mashairi na ukiwa unatufuatilia kwa mtandao wa chaneli ya YouTube, na unataka kujua maneno ambayo tunatunga kwa mashairi yetu yote, unaweza kuiangalia kwa hapo kwa sehemu ya maelezo. Utapata maneno kinaga ubaga, na unaweza kuitumia kuhubiri nayo mahali popote ulipo. Na kushukuru mpenzi wa mashairi. Amin, amin, amina.